So maisha ya mtu wa rohoni rohoni yakoje? Maisha ya mtu wa rohoni yanaanza pale yanapozaliwa mara ya pili, wakati Yesu anamwambia Nikodemu ni namna gani mtu anazaliwa mara ya pili, akamwambia upepo uvumapo, huwezi ukajua unatoka hapo, unakwenda wapi. Hicho ndicho kitu tunakiita kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa rohoni. So maisha au experience ya maisha ya kiroho katika zama hizi ni kuzaliwa mara ya pili. Haleluya! Ukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili tano kumi na saba anasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa nini? Kiumbe kipya, tazama ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. So what does this mean Ama ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Maanake is a new page in your life is open. Tulipompokea Kristo kuna ukurasa mpya. Ndio maana tuokoki mara mbili, kwa sababu ukurasa wako upo tayari, ushaanza kuandikwa. So unachokifanya pale ni kutubu. Sijua unakasema, ah, kwa sababu nimeanguka sana, ili anguko ni anguko kuu, naenda kuokoka mara mbili. Mwambia jirani yako hatuokoki mara mbili, kuokoka ni mara moja tu. Haleluya! so anasema, tazama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Na anaposema kuwa kiumbe kipya na, maanake ameanza maisha mapya, kama mtu wa rohoni, ameanza kutembea katika hatua mpya kama mtu wa rohoni na napoanza kutembea katika hatua mpya, Biblia inasema, tazama yale ya kale, tazama zile historia, tazama kile kilio, tazama yale mausuni yaliyokuwa nayo yote, has passed away in Jesus name. Ah, sijui kama kuna vitu ambavyo vimepita kwenye maisha yako ulipompokea Yesu Kristo, unasema kuna vitu ina hakika vimekwisha pita. Hallelujah. So, all zama yote yamepita. Kuna vitu nazokao ulivifanya ukajisi sistahili mbele za Mungu. Kuna watu hawafanyi, yani hataki kushiriki hata huduma kwa sababu ana kumbukumbu ya kitu fana ichokifanya, anajiona astahili. Lakini wacha anikwambie, mtu anapokutana na kitu kinaitwa toba halisi, Mungu anampa ukurasa mpya ndani ya moyo wake anaanza kushuhudiwa, wewe una maisha mapya. Lile ni kweli ulifanya, lakini halikuzuii kutembea na mungu upya, kwa sababu Mungu anapokuingiza katika wokovu, anakupa neema ya toba. Unapoanguka, Mungu anakuachilia neema ya toba, Mungu anakuachilia neema ya toba, anakukumbusha, mwanangu, you have another chance, you are a spiritual man. Haleluya, you are a spiritual man. So hii ni hatua ya kwanza kwa mtu wa rohoni. Tumesema hatua ya kwanza nini? Kuzaliwa katika Roho. So Biblia inasema Mariamu alipokea mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. So uzao au kuzaliwa kwa Yesu kunatuonesha ulianza rohoni, ilikuwa ni picha na jinsi mtu anavyompokea Yesu Kristo. Manake ilikuwa ni mimba ambayo Mungu ameilea ame miaka mingi. Mtu anatenda dhambi ameanguka, watu wamemchoka. Mamake amesema ule achana naye. Kumbe Mungu katika ulimwengu wa roho ametengeneza mimba ni roho. So siku inapofika ya wokovu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, huyo mtu unashangaa, ambaye ulikuwa mwelewelewi, unasema huyu kama nikienda Jehanamu, mimi nitakuwa juu yake, yatakuwa kwenye ile tanuru la chini kabisa kule kwenye, kwenye makaa Unakuta jamaa anakupiga. <laughs> Haleluya! Kwa nini? Kuna mimba Mungu alikuwa ameshaitunga kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, haionekani kwa macho ya damu na nyama yamkini, unazani una. Mariamu alipataje mimba? Yeye alijikuta, kwa sababu ipo nguvu kwenye wokovu, unajikuta hata. Aa, ukikaa ivi leo ukokaje? Haleluya! So hiyo ni hatua ya kwanza, kuzaliwa rohoni. Mungu anakutengeneza mwenyewe, mtu anabadilishwa direct, anakuwa sio mtu wa kawaida. Sema mimi sio mtu wa kawaida. Sema tena kwa sauti yako, mimi sio mtu wa kawaida. Haleluya, haleluya. So hiyo hatua ni pale mtu anapoamini, anakiri kwa kinywa chake na kuamini kwa moyo wake. Soma ya kitabu kili cha asema mtu akikiri na kuamini huyo ataokoka. Bwana Yesu asifiwe.